Inabidi ni wahi ofisini na siwezi kusimamisha bajaji wala taksi. Twende, mimi nitakupeleka. Kuna nini? Hapana, nitaenda kwa miguu tu. Panda. Wakati mwingine itakuwa ni vizuri kama utamsikiliza bosi wako. Kama Bwana Narini atamwona mjomba, kila kitu kitaharibika. Panda. Mama, sasa mimi nifanye nini kama Puja amepokea simu kutoka ofisini? Kwa nini usipige simu ofisini mwenyewe? Nilijaribu kupiga simu mapokezi lakini simu yenyewe ilikuwa inatumika. <laughs> Mama, sasa mimi ndo nitaenda kuikarabati simu? Hebu nyamaza. Rahul, uko wapi? Niko njiani naelekea kwenye kikao. Hebu nisikilize, nenda ofisini kwanza na uangalie Puja anafanya nini huko na ni kwa nini walisema anahitajika huko mama. Nimefanya kile ulichokisema na kimenigharimu sana, hivyo sasa utafanya ninachokisema, sawa? Sawa mama. Naenda. Una kazi yote ya dharura ofisini ambayo ilikuwa inakufanya ukimbie namna ile? Au tuongea. Mjomba na shangazi yangu wako ofisini na sijui ni kwa nini lakini sikuweza kumdanganya. Unaona kama mjomba na shangazi yako eh? Si ndio? Mahusiano yanaundwa toka moyoni na sio kuzaliwa. Asante, Bwana Naren. Sikiliza. Kwa nini mjomba na shangazi zako wamekuja ofisini? Namaanisha wangekuja nyumbani mimi, nilifanyia usahili ofisini. Labda hiyo sababu ndio maana wako hapa. Sawa. Nenda, watakuwa na kusubiri. Mjomba na shangazi wamekuja. Wako wapi? Katika chumba cha kusubiria na mjombaka anaonekana na hasira sana. Ni kule. Habari za asubuhi mko? Nzuri. Mjomba. Puja, ulikuwa wapi? Hawa watu wanasema kwamba unafanya kazi katika kasri la Vyas, ni kweli? Samahani kuingilia, naitwa Naren Vyas. Arish Vyas. Mama yangu siku hizi ya, hayuko vizuri na ndiyo maana Puja anaishi pale nyumbani kwetu ili amsaidie kidogo. Ni mchapakazi, hautaki kuwa na wasiwasi. Familia yangu nzima inamjali Puja. Bwana Naren anawezaje kudhibiti kila kitu kirahisi hivyo?

Ninyi msiendelee kuongea na Puja wakati mimi naandalia chochote. Vipi, utakunywa chai? Sawa. Sawa mkuu, nitatuma faili zote kiwandani. Dada, Narini yupo chumba cha wageni, chai na asusa, Narini? Rita, Narini alikuja ofisini? Ndiyo mkuu, yuko na Puja. Safi sana. Sikiliza lita, muhudumie Naren, mpatie chochote kile anachokitaka, na tafadhali nitumie mafaili diki, umesikia? Hili Naren yupo ofisini? Ndiyo kaka. Hizo ni habari njema. Kusema ukweli, toka Naren amerudi nyumbani, amekuwa mtu tofauti sana. Ndiyo, ameachana na maisha ya kitawa, ametuletea kifungua kinywa na amekumbuka ratiba yako. Ipe nayo. Ninafuraha, nimefurahi sana. Kila kitu kinachotokea kinatokea kwa manufaa. Ilikuwa ni lazima Naren abadilike. Labda hii ilikuwa ni dhumuni kwa yale matembezi. Ndiyo, Shrimad Bhagavad Gita, hii ni kwa ajili yako. Kuna watu wachache tu wanaweza kuelewa maana yake halisi. Unasikia, usisome kama maandishi, badala yake isome kama maneno ya kiroho. Ukifanya hivyo, utapata majibu ya maswali yako. Hautaki kuwa na wasiwasi. Ningependa kutembelea ofisini. Ah, ni sawa. Tunaweza tukapata muda mzuri wa kujadili mambo yetu. Ndio, wote mnaweza kwenda kutembea wakati huo, mi nitaongea na Pooja. Ah, tangulia niambie ukweli, nini kinaendelea? Kwani hukuja hapa ofisini kufanya kazi? Sasa kwa nini unafanya kazi nyumbani kwao na kwa nini umewambia wewe ni yatima? Kwa nini udanganye? Na Haridwari ulikwenda na nani? Sushma aliniambia kila kitu, alikuona Rishikesh na Haridwari ukiwa na mtu fulani. Pooja, kuna kitu unafanya kuiweka sifa yetu hatarini. Shangazi, kweni, unasemaje? Ipo wazi toka katika matendo yako. Niambie ukweli, kuna nini kinaendelea? Mimi nitakwambia kila kitu. Habari dada. Mimi ni Supriya Vyas. Ni mke wa Harish Vyas. Nitafuta mashaka yako yote. Nitakupa majibu ya maswali yako. niliyomwambia Pooja aende Haridwari. Alienda kule na mwanangu, na mwanangu aitwaye Naren. Kwa hiyo inamaanisha Naren anatembeza wageni wa yule msichana. Hapo yupo katika jengo la utawala. Wapi? Jengo la utawala sawa sawa, wageni wa msichana. Lakini wageni wake, bila hata aibu, umeweza kutudanganya. Unajua mjomba wako atafanya nini kama akijua hili? Ni kwa nini usingetuua tu, walau basi tusingekufa kwa aibu, kuliko haya mambo ya hovyo unayotufanyia. Hapana, usiseme hivyo. Ifanye nini? Unataka nikuabudu au nisherekee ya kwamba binti yetu anaishi na mtu Rishkesh na anafanya kazi kwa huyo mtu? Dada Puja anafanya hivi kwa ajili yangu tu. Katika mambo yetu binafsi ya kifamilia hauna haja ya kuingilia. Na wewe yani alichokwambia, na wewe umefanya? Kwani wewe huna akili? Umepoteza kumbukumbu -kumbu zako au umetupiwa uchawi? Hujali kuhusu sisi? Wewe tafadhali shangazi, nisikilize. Kwa nini nikusikilize, mnenguaji kama wewe? Nilijua tu wakati wowote wa ule ungeweza kuiaidisha familia yetu. Lakini dada Puja hafanyi kosa lolote, ananisaidia mimi tu kumfanya mwanangu awe mtu wa vitendo zaidi. Unaweza kusema kwamba anakusaidia, lakini watu wanaotujua wataita ni biashara chafu. Mambo kama hayo hutokea katika familia tajiri tu, sisi ni watu wa kawaida sana. Sisi inatubidi tumfungishe ndoa. Tutasema nini kwa familia ya bwana harusi? Niambie sasa kama mchumba wa mwanao anakuwa na urafiki na mwanamume wewe, utamkubalia hauwezi, eh? Utamchamba na kuvunja mahusiano naye. Ukubali au ukatai, lakini umeshamharibia maisha huyu msichana. Pamoja na hilo, umeiharibu familia yetu pia. Sitaongea zaidi kwa sasa, utaongea na mjomba wake. Shangazi, ulipaswa kunisikiliza nachotaka kukisema. Ile nyumba pale tunapoishi, najua mjomba alikuwa naipenda sana, lakini sikuwa na kingine chochote ambacho naweza kufanya kuiokoa ile nyumba. Mimi nilikataa ofa ya kufanya kazi, lakini sasa shangazi, tayari shangazi Supriya alimpa bwana Sharma rupia milioni moja kwa ajili ya kuiokoa nyumba yetu. Huoni kwamba ni wajibu wangu kufanya kitu ili yeye arudi. Sasa kama ilikuwa hivyo, kwa nini hukutuambia? Kabla nilijaribu, lakini sikuwa na ujasiri. Kama ningemwambia ukweli, hakuna ambaye angeelewa. Kiukweli sikuwa na cha kufanya, kwa sababu ilikuwa inamuhusu shangazi Supriya ndiyo maana nilishindwa kusema. Hapana shangazi, kila mtu ananiheshimu sana katika hii nyumba na wananijali sana shangazi Supriya na mmewe wananifanya mimi kama binti yao. Dada Puja yeye ni wajibu wetu, hatutoruhusu lolote baya limpate. Dada, kwa sababu ya Pooja leo tumepata tumaini kwa ajili ya mtoto wetu Naren. Na kwa sababu yake yeye, mwanangu leo anabadilika. Tafadhali tusaidie kwa kumwacha akae na sisi japo kwa miezi mitatu ijayo. Mama unaweza kulielewa swala langu. Unajua, jambo zuri ni kusifika kuhusu Gita. Ni kwamba haijalishi ni mara ngapi unasoma. Wakati wote huwa mambo mapya hujitokeza. Bado haitoe jibu kamili, si ndio? Ni nani mwenye jibu wala hatufahamu. Lakini hali ilivyo, hali hubadilisha majibu. Sawa. Dada tafadhali na kuomba usiondoke na Pooja. Tuko tayari kufanya chochote kile tunachokiweza kama malipo. Tupigie tu simu tujulishe. Mtafanya nini? Nakubali kwamba kuja ni mpwa wangu. Na kuja pamoja na mama yake kiukweli siwapendi. Lakini yeye kuendelea na hii kazi hatuwezi kuruhusu hilo. Dada ume sisi hatuhitaji hizo pesa zenu. Na wala sisi hatuhitaji msaada wenu wowote. Ngoja. Bado sijamaliza. Nataka Puja aendelee kukaa kwenu. Basi, nina sharti moja ambalo nataka mlikamilishe. Utakaa umbali wa futi tano na yule jamaa, hutosogea karibu yake. Utakaa mbali naye, siyo nyumbani kwake wala popote pale atakapokuwepo. Sifa yetu ndio inayohusu zaidi kwetu. Hupaswi kuonekana popote karibu yake. Nadhani tumeelewana. Mimi ninachojali ni heshima ya familia, iwe sokoni au hekaluni au hata ofisini, hautakiwi kabisa kuonekana na huyo jamaa sehemu yoyote ile. Niambie, tumekubaliana au la? Niambieni, mmekubali masharti yangu au la? Dada, Pooja ni kama binti yenu. Ndio au hapana? Inatosha. na msije mkathubutu kujaribu kutaka kuvuka mipaka yoyote kwake. Shangazi, hakuna cha muhimu kwangu zaidi ya heshima yako, na siwezi kufanya kitu ambacho kitakachokufanya uaibike. Waibeke dada, sisi tumekubali na tutafanya kama vile utakavyo. Mama, gari ambayo Narina ameiandaa kwenda Daharaduni ipo tayari kabisa, anaasubiria ninyi wote sa. Mama vipi, box la maembe kayaweke kwenye gari? Dada, hayo maembe ni ya Raknagil nenda ukayaonje. Hiyo ni rushwa pia. Chukulia hayo kama zawadi ndogo tu, tafadhali yapokee. Naelewa kujali kwako, lakini nakuahidi ya kwamba wakati wote sifa yetu itahifadhiwa. Mi naondoka, inanibidi niondoke sasa. Kuwa makini. Arina alikuja ofisini? Ndiyo mjomba. Niambie, alifanya nini? Niambie baba mkubwa. Sikuweza kukutana naye, kila mtu aliniambia kwamba amekutana na wafanyakazi wote. Mimi pia nimefurahi hatimaye kaka alikuja ofisini na kuvutiwa na kazi. Rahul, ujui leo nimefurahi kiasi gani. Fanya kitu kimoja, gawa hivi visheti pamoja na boksi la maembe kwa waajiliwa. Mwanangu amebadilika wa sana. Mwanangu amebadilika, Rahul, unaona? Rahul, kuna habari gani? Nani alikuja kukutana nawekeja kazi sijui. Mama anawachukulia kama mjomba na shangazi. Ila mama, nina habari nzuri sana zitakazokufurahisha. Nini? Mjomba amefurahi sana kwa sababu ya Naren. Anawaza ya kwamba kaka amebadilika na kwamba anakuja ofisini na anasimamia kazi hapa. Lakini ukweli ni kwamba alikuwa tu akizunguka zunguka ofisini pamoja na bad -bad -bad. Wow. hiyo ni habari kubwa. Inatubidi tuitumie hii sintofahamu kuweka mambo yetu yote sawa. Tumwache shemeji afikirie kwamba mwanaye amebadilika. Muda utakuwa umeshaenda kwa wao kuugundua ukweli. Ongera sana. Tesereke. Ongera sana. Tusherekee. Ongera sana. Tusherekee. Ongera sana. Tusherekee. Ongera sana. Tafadhali, mabibi na mabwana. Nataka kujadili kitu cha muhimu sana na ninyi wote. Nilu, ni nini yote hii? Tuambie unataka kusema nini? Kiukweli, shemeji, nilikuwa nafikiria kama tunaweza kufanya sherehe kidogo hapa nyumbani. Unasemaje? ni sherehe sweet. Naren karudi nyumbani, ni kipi kingine kinaweza kuwa ni sababu? Na maanisha tulikuwa na wasiwasi mpaka jana ya kwamba Naren atarudi nyumbani au la, lakini cha ajabu, amerudi nyumbani na kwa sasa ameweza kuishi maisha yake tena ya kawaida. Shemeji, naelewa hii ni mara ya kwanza ambayo namuona Narina anakuletea rabri, akiwa anajaribu. Je, turuhusiwi japo kumfanyia sherehe? ni amini, su utafurahia sana uposahii. Mama shangazi, tutafanya sherehe kidogo tu, lakini bila shaka tutafurahi sherehe Kuna nini mwanangu? Ni muda sasa umepita, sisi sote hatujajumuika pamoja, na hata hivyo, hatujui lini tukio sahihi litakuja. Sio mbaya tukifanya hivi, ndiyo Naren. Kwa hiyo mimi nikashauri tufanye sherehe kesho, na kwa namna hii tutaweza kukutana na kila mmoja. Kama utakavyo, kaka, inakubidi uhudhurie sherehe pia, ndio Naren. Itakubidi uje, hatutaweza kusherehekea kesho bila wewe. Sawa so, nitakuja. Wacha tupate chakula kwa pamoja, tende kwenye hiyo sherehe. Mambo atakuwa mazuri sana. <laughs> Mama, una mpango gani kwa ajili ya hii sherehe? Subiri na uone. Raho, mwache shemeji aendelee kuota. Jinsi anavyozidi kuota, ndivyo itakavyouma sana. Ndoto zake zitaisha kesho. Nani ajuae utaipata wapi furaha? Wakati mwingine ipo katika chaguo unalolifanya. Wakati mwingine ipo katika furaha ya uwapendao. Nani anayejua utaipata wapi furaha? Wakati mwingine ipo katika mabadiliko unafanya kwa ajili ya wengine.